Mwanaume asipoandaliwa kabla ya tendo la ndoa anaweza kupatwa na hali kama hii. Mwanaume asipoandaliwa kabla ya tendo la ndoa anaweza kupatwa na hali kama hii. Karibu ndugu mtazamaji, kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza unaingia katika channel hii, kwa wewe ambaye kwa mara ya kwanza umeamua kusubscribe ama kujisajili katika channel ya Dr. Kuboja karibu, hii ni channel maalum ambayo itakayokupatia maarifa sahihi kuhusiana na elimu ya tendo la ndoa na masuala ya kimahusiano ya kimapenzi. Siku ya leo nakuja na swali zuri sana ambalo utakalo tufundisha kwa wanaume ambao wanapitia changamoto ya kushindwa kuhimili tendo. Tusikilize swali kutoka kwa huyu, anasema mimi daktari, uh, huyu ni mwanamke sorry, huyu ni mwanamke ambaye alituma swali hili, anasema mimi daktari, nina mume wangu ana shida. Mnaweza mkawa katika faraga na akasimamisha vizuri tu, lakini haichukui muda, uume unalala kabisa, na wakati huo yeye anakuwa na mulali kabisa ya kuseksi samani. Shida ni nini hapo, dokta? Nisaidie tafadhali. So tumeona mwanamke huyu anachokiongea. Mwanzoni mwa video yangu nimeanza kusema mwanaume asipoandaliwa Anaweza kupatwa na hali kama hii kabla ya tendo la ndoa. Maana yake ni nini? Kama ambavyo nimeelezea katika video zingine, mwanamke naye anahitaji kuandaliwa. Mwanaume naye anahitaji kuandaliwa. Kama ambavyo tuna unamwandaa mwanamume, mwanamke naye anahitaji kuandaliwa kwa muda mrefu. Mwanamke naye anahitaji maandalizi ya muda mrefu. Mwanaume naye anahitaji maandalizi kabla hamjaanza kushiriki tendo la ndoa. Kwa nini nasema hivyo? Moja ya watu ambao wako sensitive sana katika ubongo wao huweza kupata eh, kuweza kupata mwingiliano, kuweza kupata shida ni wanaume. Mwanaume anayopata dosari yoyote katika ubongo wake, katika saikolojia yake automatically ana turn off hisia zake zote. Hii ni one of the thing ambayo inawakuta wanaume wengi sana. Inawezekana ni kauli tu, ukatumia kauli fulani wakati huo mnashiriki tendo la ndoa, na ika turn off huyu mwanaume kihisia, yani maana yake ikazima hisia zake hapo hapo ghafla. Lakini kuna jambo ambalo linaweza likainterrupt katika ubongo wake wakati mnashiriki tendo la ndoa kwa hiyo ni muhimu sana pia mwanamke ambaye amefunzwa vizuri, ameelimishwa vizuri nini kifanyike pindi mume wake anapokuwa katika changamoto hii, especially w wanawake ambao wanawatumia video, huwa ninawapa na mbinu za kuweza kuwasaidia wanaume nini kifanyike inapotokea mume wako alikuwa anashiriki tendo halafu ghafla nguvu zikamwishia katikati ya tendo. Katika video zangu za jinsi ya kuweza kumwandaa mwanaume nimeelekeza nini cha kuweza kufanya once unapokutana na changamoto kama hiyo. Sasa upande wa pili, changamoto hii ikijirudia zaidi ya miezi mitatu, narudia tena, changamoto hii ikijirudia zaidi ya miezi mitatu, manake tayari huyo mwanaume amepata shida katika misuli yake ambayo ya inayomsaidia kuweza kuhimili tendo. Anatakiwa apate matibabu. Ya kwanza ni matibabu ya kisaikolojia. Lakini cha pili ni matibabu kwa ajili ya kuweza kumsaidia misuli yake ambayo inayomsaidia kuhimili tendo kwa muda mrefu. Kuimarisha ile misuli atapata dawa ya kunywa Dokta Kuboja na dawa maalum ambayo inaitwa mkombozi wa ndoa. Kwa hiyo wanaume ambao mna experience changamoto, ninaomba tuwasiliane, nitawasaidia ni hiyo changamoto, na tatizo hili linaisha kabisa. Shida ni katika saikolojia. Once unapotibu saikolojia yako ukapata na matibabu, uenda kuwa mwanaume ambaye umepitia mchezo wa kujichua, lakini pia una changamoto za kisaikolojia, lakini pia uenda kuwa ni mwanaume ambaye ume- una uzito ambao ni mkubwa sana, umenenepa, una kitambi ume, au una mwili wa kawaida lakini umekuwa ukitumia vyakula vya viwandani kwa wingi, vinywaji vya viwandani kwa wingi, hali ambayo imekupelekea kuweza kupunguza uwezo wako katika tendo la ndoa ama performance yako katika tendo la ndoa. Hayo ni maarifa na programu maalum ambayo nimeianzisha katika upande wa vyakula. Mwanaume ambaye anaingia katika matibabu haya na mwelekezo, unatakiwa kula hivi, usile hivi, fanya hivi, fanya mwisho wa siku mwanaume huyu atakaa kwenye mstari na atapona kabisa changamoto yake na itabaki historia. Kwa hiyo kama wewe ni mwanaume umeona video hii kwa mara ya kwanza, umeona changamoto hiyo, njoo tukusaidia matibabu. Wewe ni mwanamke pia umetazama video hii, unatamani kuweza kumsaidia mwenza wako, unatamani kumsaidia mume wako, njoo nitafute inbox, njoo WhatsApp niweze kukusaidia changamoto hii, na mume wako atapona na kurudi kama ilivyokuwa hapo awali. Kwa matibabu zaidi, kwa maelekezo zaidi, ushauri na saa